Kwa hivyo kamati hii ya madaktari imewafik, mahujaji wenye maradhi yafuatao hawataruhusiwa kuingia nchini Saudia kwa mnasaba wa kufanya ibada ya hija: maradhi, wenye maradhi ya mafigo ambao wanafanyiwa usafishaji, wanaoenda kwenye dialysis, maradhi ya moyo anaomzuilia mtu kufanya shughuli zake za kawaida ugonjwa wa mapafu unaohitaji matumizi ya oxygen, maradhi ya ini, maradhi ya ini kwenye steji ya mwisho. Kwa hivyo hii inaitwa liver cirrhosis, ambayo huyu mgonjwa tayari uh, mwili wake umeanza kubadilika rangi, unaanza kuwa rangi manjano manjano. Maradhi ya uti wa mgongo yanayomzulia mtu kufanya shughuli zake za kawaida, maradhi ya mishipa ya fahamu yanayopelekea ulemavu wa viungo, uzee. Uzee tulidiskasi sana na tukasema uzee ni relative, yani uzee hatuwezi kuweka umri. Inawezekana mtu mwenye miaka sabini akawa mzee zaidi kuliko mtu mwenye miaka tisini. Sote tunajua hivo, kwa mm hivyo ndio maana huu uzee ukaachwa uzee. Alafu tena madaktari wa kila taasisi wakati hujaji aenda kujiandikisha, watamwangalia na kusema kuwa kweli huyu ni mzee. Hawatoangalia umri, wataangalia, kuna vigezo fulani watakuwa navyo, hivyo ndio vitakavyowaongoza kusema huyu ni mzee. Alafu shida za akili, tumekuwa tukipata shida sana tunaposafiri na mahujaji ambao wanatumia hizi dawa za akili kwa sababu kwa wenzetu Saudia dawa hizi ni dawa za kilevi. Kwa hivyo daktari pia haruhusiwi kuzibeba dawa hizi. Mgonjwa mwenyewe haruhusiwi kuzibeba dawa hizi. Yaani mtu akibeba hizo inawezekana, Mungu atunusuru kule, wakamshtaki kwa kosa la kuingiza dawa mm, za kulevya. Kwa hivyo ili kumzuilia yeye na sisi tusije tukapata shida, Wasaudi wenyewe wameleta hii maelekezo kwa watu hawa wasichukuliwe hia Ujauzito uzito, kama shahidi kama alivyosema mwanzo, katusaidia sana mjini Madina, kuwa shahidi hapa kazuda sana kuwa hija imeambatana na vitendo kwa madaktari. Kamati ya madaktari baada ya kukaa, ikahisi kweli kuna shida wakati wa hizi vitendo vinavyotokezea, mtu mwenye ujauzito anawezekana akapata shida, na hii ni katika maelekezo yaliyokuja kutoka Saudia Si kuwa kamati ya madaktari tumeyakubali, lakini wao wameangalia kwa mfano, hija za nyuma watu wangapi wamejifungua kule. Sasa huyu mtu kenda kwenye hija au kenda kujifungua, au wangapi wamepata shida za ujauzito wakabidi walazwe, labda mimba inataka kutoka na mambo kama hayo. Kwa hivyo kamati imehisi kuwa mtu mwenye ujauzito, inshallah, subiri ajifungue, alafu aombe kwenda hija mwaka unaofaa. Maradhi ya miguu yanayopelekea kumzuilia mtu kutembea kwa masafa marefu.